Taribu, na asante kwa majina. Yangu naitwa Gabriel Masunga Nyasiru, mwenezi wa chama cha Mapinduzi wilaya Geita na mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha Mapinduzi taifa. A, tupo hapa tumeripoti jana na leo tumeanza rasmi mkutano mkuu wetu, a, wa chama cha mapinduzi taifa, na asubuhi hii tumeanza na mabadiliko madogo ya katiba, kwa maana ya yapo mambo ambayo chama chetu kimeona kuna kila sababu kuyaongeza kwenye katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi, na baada ya kumaliza tumeingia kwenye ajenda ya pili ya utekelezaji wa ilani. Tumeanza na utekelezaji wa ilani kutoka Zanzibar kwa maana ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Tumepokea kazi ambazo zimefanywa na serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wa serikali ya mapinduzi tumeona mambo makubwa ambayo yamefanywa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia viongozi wake, kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tumeona miundombinu ya elimu, ya afya na mambo kadha wa kadha ambayo kwa kweli kwa miaka hii mitano ilani kwa upande wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imetekelezwa vizuri sana. Lakini pia tunaenda kupokea sasa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa maana ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kama unakumbuka mwezi wa kwanza tulipata utekelezaji wa ilani wa miaka minne ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa leo tunaenda kupata utekelezaji wa miaka mitano yote furu, kwa sababu ndo tunaenda kuhitimisha miaka yote mitano. Ni matumaini makubwa na watanzania ni mashahidi kwamba ilani yetu ambayo ilizinduliwa 2020 na imeenda tunaenda kuihitimisha kwenye, kwenye mkutano mkuu huu ambapo kesho tunaenda kupata ilani mpya, matumaini makubwa kwamba kazi kubwa sana imefanyika hakuna sehemu ambapo miradi ya kimaendeleo miradi ya kimikakati imesimama, na yapo mambo mengi mapya ambayo kwenye uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan yamefanyika kwenye miaka hii minne, na kesho, kwa mujibu wa ratiba, sasa tutazindua ule, ile ilani yetu sasa ambayo tunaenda kutamba nayo ilani yetu ya mwaka 2025 2030 yenye kauli mbiu ya kazi na utu tunasonga mbele. Kesho tunaenda kuizindua na nafikiri tuwe na subira, tutakapoizindua tukasomewa na kwa sababu na sisi tutapata nakala tutaweza kuona yaliyomo mle ndani, chama kimejipanga kufanya nini kwa wananchi kwa miaka hii mitano inayokuja. Ongeza na baada ya waziri wa TAMISEMI, kama unakumbuka, sisi kama viongozi lakini na wananchi pamoja na wadau mbalimbali waliweza kupongeza. Na unajua unapotoka kwenye halmashauri ya, ya mji kwenda kwenye manispaa, tafasili yake kuna vitu vingi vinaongezeka, mambo ya kibajeti yanaongezeka. Kwa hiyo tunatarajia kwa sababu sasa tunaenda kwenye mwaka huu wa fedha tunaumaliza, tunaenda mwaka wa fedha mwingine, bajeti yetu pia ya, ya manispaa ya Geita itakuwa imeongezeka ukikompea na tulivyokuwa kwenye mji. Na bajeti ikiongezeka, tafasili yake miundombinu na huduma za kijamii zitapata fedha nyingi za maendeleo matarajio yetu kwamba tutakuwa na ilani ambayo ni, ni bora na nzuri sana na ndiyo maana tumewambia kwa sababu ni kesho, tuvumilie tutapata wasaa tena wa kuzungumza. Hatuwezi kuanza kuwa watabiri saa hizi wakati jambo ni kesho. Tutazindua ilani yetu, tutasomewa, tutaiona, then kama kuna ulazima wa kuzungumza tutazungumza, lakini saa hizi tunaizungumza hii ambayo tumemaliza. Tunajivunia vitu vingi kama ambavyo nimetoka kutaja hapa kwenye huduma za elimu tumejenga shule mpya nyingi sana ambazo zipo kwenye wilaya yetu nzima, lakini pia kwenye idara ya afya, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Tuna vituo vya afya kadhaa ambavyo vimejengwa, tunacho pale Kasota, tunacho pale Nkome na maeneo mengine. Tuna hospitali ya wilaya pale Katoro, tuna hospitali ya wilaya Nzela tuna hospitali yetu ya manispa imekarabatiwa hapo Geita mjini, lakini tuna hospitali ya mkoa. Ukienda kwenye upande wa miundombinu, nimeshazungumza barabara nyingi ambazo zimejengwa. Ukienda kwenye upande wa elimu, nimeshataja hapo, tunayo shule ya kisasa kabisa ya wasichana ya zaidi ya bilioni ishirini na kitu, ya bilioni tatu I think na maeneo mengi ambayo kwa kweli kazi zimefanyika, mmeona juzi hapa upande wa mikopo, ile asilimia kumi tumekopesha zaidi ya bilioni moja pointi mbili na kule zaidi ya milioni mia nane ukikompea kwenye wilaya yetu peke yake, awamu ya kwanza tumekopesha zaidi ya bilioni mbili pointi moja kwa ni, ni, ni shughuli nyingi ambayo na hapo nataja kwa maana ya mwaka wa fedha huu mwaka jana. Ukiyataja yote ambayo yametekelezwa toka elfu mbili na ishirini mpaka mwaka huu ni mengi, na ninyi ni mashahidi, kwa sababu wengi tunaishi.